aya muntazir jiske the din raat mo amma khul gaya roshan hui baat naam assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu ndugu mtazamaji wa MTA International Kenya Studios mimi wako mtangazaji Abdul Basit Ali na vile vile niko hapa kukukaribisha katika mwendeleo wa kipindi kile kile cha maisha matakatifu ya Masihi yaliahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Kulingana na, na kipindi kilichopita tuliweza kupata elimu kadha wa kadha kuhusiana na masala ya jalsa salana za Masihi yaliahidiwa shura vilevile, lakini pia tulipata kuona vitabu kadha wa kadha ambavyo Masihi aliahidiwa amani ya Allah iwe juu yake aliweza kuviandika kwa ajili wa hali hasa ya maendeleo ya mahubiri yake na kuimarisha mafundisho kamili ya dini tukufu ya Kiislamu. Basi mtangazaji mimi hapa nipo katika studio hii pamoja na ndugu zetu wawili, naam walimu, karibu sana katika kipindi hiki cha leo ambacho ni mwendelezo wa madaile ile ya Masihi aliyahidiwa Angalia ndani maisha yake matakatifu jinsi yalivyokuwa. Katika upande wangu wa kulia niko naye mwalimu wetu mpendwa bwana Abdallah Haji Wanyasi, karibu sana mwalimu sahib. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, lakini pia upande wa pili tupo naye mwalimu wetu mpendwa bwana Muhammad Musa Oponyo, mwalimu karibu sana kwenye kipindi cha leo. Asante sana bwana mtangazaji. Basi barabara, tukiendelea katika mada ya leo ni ileile ile maisha matukufu ya Masihi aliahidiwa katika maisha yake Masihi ya aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake, ni kwamba ilitokea kwamba katika mkutano ule wa mjadala wa Jange Mukadas kwamba kuna mapadri ambao walileta hila pale ndani, walikuja na kiziwi lakini pia na kiwete, katika hali gani? Ili wamfikishie Masihi yaweze kufanya nini, kuwarudisha katika hali sawa ya kibinadamu. Je, katika hali hiyo matokeo yake yalikuwa ni gani, katika mjadala ule wa Jange Mukadas. Karibu sana Mwalimu Saib, umeguzia jambo hili la Jange Mukadas, ambalo kwa hakika maana yake ni vita vitakatifu na, na tunavyolifasiri hivyo, vita vitakatifu haiashiria kwamba watu walikuwa wanaenda kupigana. Hii jihadi watu wanasema kupigana, bali ilikuwa ni mjadala baina ya mapadri na mashekh ambao walialika Masihi Maudha alaihis salaam katika kikao hiki, na nini ilitokea? Kuna bwana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Bwana Panda ambaye alikuwa anafundisha wanafunzi wa kiislamu maswali maalumu kuhusu Ukristo ama Injili, kisha hawa wanaenda kujadiliana na hawa mapadri. Sasa mapadri walifika mahali wakaona kwamba si tosha wa kufanya na hawa wanafunzi wa mashehe, afadhali wafanye ma ma mjadala na mashehe wenyewe Mde. Kwa hivyo wakamwalika katika kikao hiki Masihi Maud alaihis salaam, ambaye wakapanga siku kumi na tano kuanzia tarehe 22 mwezi wa tano mwaka huo 1893, na na tatu wakapanga kwamba mahubiri yafanyike mpaka tarehe tano mwezi wa Juni. Katika harakati hizo, mapadri kwa hakika walifedheheka kwa sababu Masihi Maud alayhi salam alieleza na kavunjilia mbali uungu wa Nabii Isa alayhi salam, mpaka mapadri wakataka kutoroka katika kikao kile. Lakini akasisitiza sana kwamba, ya kwamba lazima hii maneno yazungumziwe kikamilifu ili ya kwamba waweze kuridhika kwamba Nabii Isa alayhi salam si Mwenyezi Mungu. Walikuwa wamepangana kabisa pa, pamoja na kiongozi wao mkubwa katika ule upande wa mapadhiri, Bwana Abdullahi Atham ambaye mm -hmm. alishituka katika kuona ya kwa kwamba timu yake nzima imefedheheka na hata akapatwa na msongo wa mawazo. Kwa hivyo katika, ki, katika swali hili ya kwamba wali katika swali hili ya kwamba mbona wakapanga kuleta vi, vi, vi, vi, kiwete kisiwi na na kipofu katika mkao huu, ni ya kwamba sasa wale, walikuwa wana mkutano huu ilikuwa sasa wajinusuru katika ile fedheha ambayo walikuwa wamepita ndani. Sasa wakafanya hila na mfamaji akosi kutapatapa. Sasa wakaleta hivi visiwi wakaficha kando kando wakati sasa walikuwa wanaongelea hii mambo padri huyu akaleta mbele ya Masihi Maudh alaihi salam, kaambia kwamba, kama kweli wewe ni Masihi uliyeahidiwa basi uguse kwa kushika tu hawa vipofu na viwete waweze kutembea. Saidna Ahmad alaihi salam pamoja na bwana Muhammad Ismaili akashangana leo, hili jibu litakuwa kwaje? Saidna Ahmad alaihi salam akachukua kalamu kwanza kuandika jibu. Katika harakati ya kuandika alisema kwamba siamini ya kwamba Masihi aligusa uvipofu na viwete wakatembea. Basi mapadri wakashangaa, waka nasema kwamba nyinyi, ambao mnaamini katika jambo hili, basi sisi tunaona kwamba shukurani sana kutuletea viwete hawa, kwa sababu katika imani yenu mnaamini katika miujiza na katika miujiza hii hii hii ya kwamba maandiko yanasema kwamba mwenye imani kidogo kama haradali atafanya makubwa. Kwa hivyo sisi tuko tayari, ya kwamba mmetujia, mmeleta kiwete na kipofu na na kiziwi kiziwi, sasa ni ya kwamba sisi tuko tayari kuwapa zawadi yoyote ile, iwapo nyinyi mtatekeleza kuwatia mkono na watembee. Basi fedheha ikawa fedheha ya pili tena, Walipoona wanafedheeka basi, wakaanza tena mbinu ya kutorosha hawa viwete watoke, kwa maana hawawezi tekeleza hila hii ambayo walikuwa wamepanga kwamba imdhalilishe Masihi Maud alaihis salam, ikawa inawadhalilisha wao. Ikawa ni sawa vile wanavyosema Waswahili, mchimba kisima huingia mwenyewe. Ikakuta kwamba ni wao, kisi imerudi upande wao wa kuwadhalilisha. Na mwalimu mpendwa, umetupatia maelezo sahihi kuhusiana na Uh, hali ambayo Masihi Aliyeahidiwa alionyesha pale ambapo hali hii ilidhihirisha kabisa, ilidhihirisha kabisa wazi wazi kwamba hawa watu mapadri walitumia mbinu ama hila, lakini Mungu naye kupitia Masihi Aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake, akaweza kuadhalisha wao vile vile, ambapo pia Qur'an tukufu imesadikisha hii mipango kama hii Allah akisema kwamba wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin kwamba watu wanatafuta kufanya hila, lakini Allah anazo hila zaidi, na Mungu ndio mbora zaidi katika wenye hila na, na ni kwamba pia umesema kwamba walikuwa wanadhani kwamba hii ni sunna ya Masihi Isa ya kwamba vipofu waweze kuona kidhahiri, e, na kwamba viziwi waweze kusikia kidhahiri, lakini pia viwete waweze kutembea kidhahiri, lakini kumbe ilikuwa tu ni mpango wao ambao upo nje kabisa ya mafundisho sahihi ya nabii huyo Isa Mwana wa Mariamu Mungu ampatie rehema zake zote na amani yake. Basi tumefata ufahamu wa kutosha kuhusiana na mafundisho haya ya masihi aliyeahidiwa dhidi ya kukana kabisa kwamba Yesu si Mungu na wala hataweza kuwa Mungu katika sifa zote zile. Naam, tukirudi kwa Mwalimu Sahib katika mada yetu hii tukufu ya maisha ya masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Napata kuona kwamba katika jange mukadas vita vitakatifu kumezungumziwa huyu bwana padri mkubwa ambaye ni Abdalla Atham. Je, kulikuwa na utabiri gani wa masihi aliahidiwa kuhusiana na bwana huyu Abdalla Atham? Ibainike kwamba bwana Abdalla Atham alikuwa ni miongoni mwa viongozi wakubwa wa, wa Kikristo na alikuwa pia katika lile kundi la mapadri waliofanya mjadala dhidi ya Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam. Huyu bwana aliendelea kushika kwa nguvu sana ile imani yake ya kimakosa dhidi ya uungu wa Nabii Isa alayhi salatu wasalam, na si hivyo tu, bali alitumia lugha ya kejeli na matusi dhidi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na dini tukufu ya Kiislamu. Nazungumzia kuhusu kitabu chake alichokiandika Antuna Bible, ambamo ndani yake akamtusi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuita Dajjal, Mungu apishe mbali. Kwa hivyo Saidna Ahmad alayhi salatu wasallam katika kipindi kile cha mjadala akamwonya huyu bwana na kamwambia kwamba atapata kudhalilika na kufedheka kutokana na hii hali yake ya kutumia lugha ya kejeli dhidi ya dini tukufu ya Kiislamu na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena Ahmad alayhi salatu wasallam akizungumza kuhusu ile njozi aliyoiona, na akitoa utabiri kuhusu huyo bwana anasema hivi, leo usiku habari niliyofunuliwa ni hii kwamba wakati nilipomwomba sana Mungu kwa unyenyekevu na vilio, kwamba utoe uamuzi katika jambo hili, sisi ni watumishi wako wanyonge hatuwezi kufanya kitu bila uamuzi wako. Basi yeye amenipa ishara hii ikiwa habari njema kwamba katika mjadala huu kati ya makundi mawili, mtu anayefuata uongo kusudi na anamwacha Mungu wa kweli na anamfanya mwanadamu mnyonge kwa Mungu, kulingana na siku hizi za mjadala, yani kila siku ikiwa kama mwezi mwezi mmoja, yaani ndani ya miezi 15 atatupwa katika hawia na atapata fedheha kubwa sana, sharti asirejee kwenye haki na yule mtu ambaye ni juu yake haki na anamwamini Mungu wa kweli atapata heshima kwayo. Na wakati utabiri huu utakapodhihiri, baadhi ya vipofu watapata kuona na baadhi ya viwete wata, wataanza kutembea na baadhi ya visiwi wataanza kusikia habari ya, ya vita vitakatifu. Huu ndio utabiri ambao Seidina Ahmad alayhi salatu wasalam akatoa kuhusu huyu bwana. Bwana Abdallah Atham akahofu sana na akapata fedheha kiasiki kwamba hakuweza tena kuzungumza lolote wala kuandika chochote kuhusu bwana mtume sallallahu alayhi wasalam na dini tukufu ya Kiislamu. Na hii hali yake ikaendelea kuwa hivyo hivyo mpaka wakati wake wa mwisho. Mtazamaji yote anaweza kupata hizi taarifa kutoka kwa vitabu zake Ahmad alayhi salaam ambazo aliandika, ambazo ni Anwarul Islam na Anjame Adhamu. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba baada ya utabiri, namna alivyotabiri bwana Masihi aliyeahidiwa alayhi salaam, huyu bwana akahofia sana, akaogopa kiasi kikubwa sana kwamba hakuweza kuzungumza lolote wala kuandika lolote dhidi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi bila shaka habari hii Mwalimu Saib, ni habari ambayo iko na umuhimu sana kwa wanajumuiya kuifahamu. Hata pia mimi hapa niwapatie ujumbe huu kwamba vile vitabu vitaja Anwarul Islam lakini pia Anjami Atham ni vitabu muhimu sana kwamba kila mwanajumuiya aweze kuvifuatilia na kuvisoma. Lakini vile vile pia utabiri huu wa Masih aliyeahidiwa ni kwamba Masih aliyeahidiwa alipata nini, hasira kali sana kwamba nabii wake mtukufu Muhammad so, sallallahu alaihi wasalam anaanza kudhalilishwa na watu bila kutambua sifa zake za utukufu okay. Ndiposa akaingia katika hali ya maombi mpaka utabiri huu ukaja kutimia uh -huh. Maulvi Sahib, hii ni kwamba inatuonyesha jinsi gani Masihi aliyeahidiwa alikuwa na upenzi ama alikuwa na upendo wa dhati kuhusiana na huyu Muhammad Mustafa okay, Walmujtaba sallallahu alaihi wasalam. Naam, basi kuendelea katika mada hii ya maisha y matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, tunapata kuweza kuelezwa kwamba kulikuwa pia kuna mubahala ambao ulitokea pale baina ya Masihi aliyeahidiwa na huyu padri Abdullah Atham. Je, athari za mubahala ule ulikuwa zilikuwa ni athari zipi? Hebu katika muda wako tufanulie vizuri ili tuweze kufahamu ujumbe huo. Ni kweli kabisa. Asante sana ndugu mtangazaji, ya kwamba kulikuwa na athari kubwa ambazo zilitokea baada ya mijadala hii na baada ya huu mubahala ambao ulikuwa umefanyika ba -ba baina ya Sein Ahmad alah ssalam na huyu Abdullahi Atham. Hata masima adh alah ssalam alikuwa ashaandika katika kitabu chake kimoja, ambayo inaitwa Anjame Athamu, ambayo ilikuwa inaeleza mwisho wa huyu bwana mm -hmm. Hivyo anasema katika mtiririko wa hizi pointi zake, anasema kwamba ilileta neema na faida kadha wa kadha, ikitangulia hii ya kwamba ile utabiri ambao ulitolewa kuhusu huyu bwana Abdullahi Atham ilitimia vile alivyokuwa amefunuliwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba itakuwa hivyo, ndivyo ilivyotimia, ikawa ni jambo la kurudisha shukrani. La pili ikawa ni ya kwamba vile vile heshima ya Masihi Maud alaihis salam ilizidi ya kwamba sasa unajua, jambo umezungumzia, alafu limetimia, sasa watu wanajua kweli, huyu bwana anasema ukwe, ukweli. La, la tatu ambalo liliwahi kutokea ni ya kwamba Masihi Maud alaihis salaam, ya kwamba vile vile kukatokea jambo ambalo hata lilikuwa limeshazungumziwa na mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba kama alama ya Masihi Maud alaihis salaam, ya kwamba jua na mwezi vitapatwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. baada ya, ya jambo hili la mubahala na hii mijadala, jambo hilo likadhihirika likadhihirika ama likatendeka kwamba jua na mwezi vikakutwa vika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika jambo hili ikhlas ya waaminio ilizidi ya kwamba kweli kabisa tuko katika siratul mustakim, ya kwamba yale yaliyoahidiwa na mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatimia katika dhadi ya, ya huyu masihi alaihis salam, hata ya kwamba akabarikiwa masihi alaihis salam kiroho, kim, kimwili na kiroho ya kwamba hata ile mapato ambayo vile vile ikawa kwamba eh, mapato zaidi ya rupia elfu kumi na tano zikapatikana kwa ajili ya kuendeleza hizi mijadala. Na vile vile wakati ule kabla ya tambio la mubahala alikuwa na wafuasi kama mia tatu mia nne hivi, lakini ikatokea kwamba baada ya jambo hili zaidi ya watu alfu nane wakachukua vile vile baiatu kwa mkono wa Masihi Maud alaihis salaam. Tunapata kuona hapa kwamba hizi ni miongoni mwa athari za mubaha la ule hata mwenyewe unaona ulikuwa na bashasha kusikiliza kwamba, mengi mengi yanaonesha utukufu na ukweli wa Masihi aliahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Na tuendelee na zile athari zingine, tuzisikize. Kweli kabisa ya kwamba hata kuna ile ambayo alikuwa ametangaza kwamba atapata mtoto. Ndiyo, sasa unajua kuna bwana mmoja huyu Abdulhaq naye akatangaza vilevile atapata mtoto, lakini baada ya mambo haya Masihi Maud alayhi salam akapata mtoto ambaye alikuwa anaitwa Sharif Ahmad radiyallahu anhu, ya kwamba akatoa tambio kwa huyu bwana Abdulhaki ya kwamba naye aonyeshe mtoto yake ambaye amepata, lakini hakupata chochote. Ikawa ya kwamba ni fedheha. Vilevile akapata elimu ya kuandika, yani akapata elimu ya kuandika vitabu vingi sana ambavyo matokeo yake yakadhalilisha ya wale ambao mashekhe ambao walikuwa wanamdhalilisha la kumalizia ambalo ninapenda kwamba kabla pengine muda hujaniacha nizungumzie okay. Ni kuhusu ile habari ya mkutano ambayo ilifanyika kule Lahori ambao walialika dini zote ya kwamba zije zithibitishe ukweli wa dini zao. Kwa hivyo tukapata, akapata bahati Masihi Maud alaihis salaam akawa yeye ndiye mwakilishi wa dini tukufu ya Kiislamu. Inasimuliwa kwamba makala yake wakati yalipokuwa yanasomwa, okay, watu walitulia tuli kusikiliza, na hata wale ambao walikuwa hawajatoa mada zao walitanasara wakasema kwamba jamani, hatuna la kusema, muda wetu upewe huyu Masihi Maud alaihis salaam aendelee kueleza zile hoja zake kuhusu utukufu wa dini tukufu ya Kiislamu. Baada ya kikao, watu walitoa ushahidi waziwazi ya kwamba kama kama asingelikuwa Masihi Maud alayhi salam, Sayyidina Ahmad alayhi salam, basi Islamu ingepata fedheha chini ya bwana huyu Muhamad Huseini wa Batalwi, ya kwamba na mashehe hawa wangefedheheka, lakini imenusurika na ikapata nuru kwa ajili ya huyu mja wa Mwenyezi Mungu Hadharat Mirza Gulam Ahmad wa Kadiani alayhi salam. Naam, bila shaka mwalimu sahibu, mimi binafsi nimeathirika na hizi athari ambazo zimezungumziwa, sababu zote moja baada ya nyingine. Zinaonyesha kidhahiri utukufu wa Masihi aliyeahidiwa, lakini pia zinafafanua kwamba huyo bwana alikuwa hasa ni nabii wa haki ambaye ametokana na Mwenyezi Mungu. Tukiendelea na, na mada hii, naona wasikilizaji wanakuwa na hamu ya kutaka kuendelea kujua kuhusiana na bwana Atham. Eh, sasa hii hali ya bwana Atham iliendelea vipi katika mazungumzo haya ya Jange Mukaddas na kuendelea mbele? Asante uh, sana bwana mtangazaji um, Namna tunavyoona ni kwamba huyu simba wa Mwenyezi Mungu Sina Ahmad alayhi salatu wasalam alishaanza kazi yake, na Mwenyezi Mungu akasimama naye na akawa anapata ushindi siku baada ya siku, na wale maadui wake wakawa wanapata kudhalilika. Kwa hivyo, Sina Ahmad alayhi salatu wasalam, namna tulivyoona kule nyuma, alishatoa utabiri kumhusu bwana Abdalla Asam kwamba atafedheheka, atadhalilika na atatupwa katika hawia au katika maangamizi. Kwa hivyo, huyu bwana baada ya ule utabiri akaanza kudhalilika na akaanza kusononeka kiasi kwamba akaacha ule upinzani Lakini hata hivyo mambo hayakubadilika kuhusu maisha yake bali akaendelea kupata fedheha siku hadi siku nyingine kwamba akawa sasa hata usiku anapata ndoto za kutisha baadhi ya wakati anashtuka usingizini na baadhi ya wakati anaanguka hata kutoka kitandani anaanguka chini na saa zingine anapiga ukelele oh mara nimeshikwa oh jamani nakufa oh niokoeni oh sitasalimika unaweza kuona namna mtu aliyekuwa na cheo kikubwa tena padri mkubwa, hali ambayo alijikuta ndani. Na hii ni baada ya utabiri ule wa Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam. Kwa hivyo, watu wake wakawa wanafanya kila aina ya mbinu ili kumchangamsha, rudi katika hali ya kawaida, lakini haikuwezekana. Ilifika wakati kiasi kwamba Waislamu wakazuiwa kwenda kumuona, kwamba wasitoe zile siri nje, namna mambo yanavyomwendea vibaya, mpaka bwana mmoja aliyekuwa ni Muislamu akifanya pale kazi aliweza kuachishwa kazi. Lakini hata hivyo hali haiku haikutulia walikuwa akimhusisha hata katika michezo mbalimbali mbali ili apate kuchangamka, lakini mambo yalikataa. Na si hivyo tu, hata wale mabadri, mapadri wenzake waliokuwa naye, mmoja wao aliweza kufariki, mwingine vile aliona mambo yanakwenda vibaya, akaamua kutoka Amritsar kuhama, lakini safarini akafariki ndani ya gari la moshi. Kwa hivyo hali ya bwana huyu iliendelea kuwa mbaya siku hadi siku, mpaka mwisho wake ukatimia ule utabiri wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam kumuhusu bwana Abdallah Atham. Kwa hivyo ni wazi kwamba mwisho wa Atham ulikuwa sio mwisho mzuri. Ulikuwa mbaya sana. mwisho wa kudhalilika. Bila shaka. Sababu alikuwa ameambiwa na Masihi aliahidiwa kwenye utabiri wake kwamba wale ambao watajua njia za haki lakini bado wazi, wazipuzie mbali watapata hiyo laana ya Mwenyezi Mungu, watapata hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu Ndi. Na ndio maana umetuambia hapa kwamba alikuwa anapiga mayowe, anashtuka usiku, ni kwamba pia alipata athari ya kisaikolojia kuhusiana na u... jinsi alivyoshindwa kwenye ule mjadala ama hii pia ilihusiana na, na nini? Jamani, ni kweli unaweza kufikiria kwamba mtu wa ambaye mwenye cheo ameshindwa mbele ya wafuasi wake okay, hadharani, na imebainika kwamba ameshindwa, lazima kisaikolojia atapata matatizo makubwa dio? Ndio, ndio basi, tukiendelea kwenye hii mada mwalimu wetu, tunapata kuona kwamba Masihi aliahidiwa alikuwa anapokea njozi za kweli, anapokea wahai wa kweli, na katika hali ile ile pia katika zama za maisha ya Masihi aliahidiwa Waislamu wengi walikuwa na dhana hii ya kwamba usipojua kiarabu wewe basi si muislamu, lakini katika hali hii pia masii kudhihirisha ukweli wake ni kwamba alipata e, maneno mengi sana kutokana na wahi wa Allah Allah akamfundisha lugha ya Kiarabu. Je, habari hii nimeisema kisawasawa na kuna maelezo gani katika hiyo hali ya masihi kupata njozi ambapo amefundishwa lugha ya maneno asili ya kiarabu na mwenyezi Mungu? Asante sana ndugu mtangazaji, mm -hmm. Ni kweli ya kwamba baada ya hizi mijadala na mtambio la mubahala Masihi Maud alislam alirudi Kadhiani na kule, aliendelea kuandika vitabu mbalimbali mbali, na isisauliwe ya kwamba alikuwa ameshatoa mwito kwa huyu mashekhe na bwana wao mkubwa huyu bwana Muhammad Hussein ya kwamba washindane na yeye katika maandishi ya maelezo ya Qur'ani tukufu. Kwa vile bwana huyu uh, bwana huyu uh, Muhammad Hussein kidogo alikuwa na kiburi basi, akajiona ya kwamba akajita kwamba yeye ndio shehe mkubwa anaelewa kila kitu, akamchukulia Masih alaihis salaam, Mungu apishe mbali uh, ya kwamba yeye ni jahili, ya kwamba hajielewi, haelewi chochote, kwa vile aliona kwamba haelewi Kiarabu. Kwa hivyo Masih alaihis salaam kwa ghera ya Mwenyezi Mungu katika maombi vile vile Mwenyezi Mungu akam usiku moja, Mwenyezi Mungu akamfundisha yale maneno asilia ya Kiarabu elfu arobaini, elfu arobaini, elfu arobaini. Baada ya kuelewa hizi asilia ya lugha hii ya Kiarabu aliandika vitabu maelezo ya Qurani, mashairi kwa Kiarabu. Na baada ya kuandika haya mashairi, aliendelea hata kutoa zawadi ya kwamba basi, nyinyi ni mashehe wakubwa wakubwa, mnajifanya mne, mnaelewa, njooni mshindane na mimi, na nitawapatia hata zawadi fulani na fulani. Lakini hawakudhubutu kuja kuchukua ile zawadi, badala yake walijinyamazia walijinyamazia tu kabisa, wakatulia na wakafedheeka hata zaidi kwa ajili ya hii ruya ama hii kufundishwa alikofundishwa Masihi Maud alaihi salaam lugha ya Kiarabu, sio tu lugha ya Kiarabu hivi hivi, asilia yake yani hmm. ile, u, u, asili yake kwamba hata wao walikuwa wanashanga kwamba hii lugha ni aina gani? Kumbe ni kile Kiarabu ambacho alifundishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Naam, shukran sana, katika maelezo ya a, asilia ya maneno ya Kiarabu ambayo Masihi aliweza kufunzwa, na pia nimefurahi kwamba Masihi yako kwa yatumia kujigamba nayo bali aliyatumia katika hali ya kuendeleza kuandika ukweli wa mafundisho ya Qur'an tukufu ukweli wa Uislamu na kadhalika. Basi Said, vile vile mwalimu tukikuja kwako, napata kutambua kwamba kunao masahaba wengi wa Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah juu yake, lakini hapa tunamzungumzia huyu bwana mmoja ambaye ni Alhaj Molvi Hakim Nuruddin ambaye pia alikuwa ni sahaba wa Masihi, katika hali ya uchache tu tunaomba maelezo kidogo kuhusiana na kuhama kwake kutoka sehemu alipokuwa anaishi hadi kwenda Kadian kujiunga na Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Asante uh, sana bwana mtangazaji. E, miongoni mwa wafuasi na masohaba wa Seina Ahmad alaihi salatu wassalam aliyejitolea kwa hali na mali ili kumsaidia katika kazi ya kueneza Uislamu ni huyu maulawi hafidh Alhaji Nurudin Hakim radhiallahu Nuruddin taala anhu. Huyu alikuwa ni tabibu mkubwa wa kifalme akifanya kazi yake kule Jamu na Kashmir. Huyu bwana baada ya kupata taarifa kwamba sina Ahmad alayhi salatu wasalam amedai kwamba yeye ni masina Imam Mahdi na akadhibitisha habari hizi, basi alimwandikia barua akimwomba kwamba angependa ahamie Kadian, maisha yake yote aliyobaki amsaidie katika kazi ya dini na kueneza ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu, lakini sina Ahmad alayhi salamu akimjibu Alimshauri kwamba si vizuri kujizulu kazi, na ingekuwa ni kutoonyesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Basi akaendelea na kazi zake pale, lakini baadaye kukaja kukazalika njia ambazo zilifanya akaacha ile kazi na karudi kwao nyumbani Bera. Akiwa kule, alianza kazi ya ujenzi wa nyumba yake, na hii nyumba ilipokuwa tayari kuisha au karibu kukamilika, na hela nyingi zishatumika tayari, akafanya safari ya kibinafsi kwenda Lahor. Akiwa Lahor alifikiria kwamba Kadiani ni karibu na Lahor, acha nimtembelee rafiki yangu kipenzi changu Saidna Ahmad alaihi salatu wassalam, na alipanga kwamba atamwona kwa masaa machache kisha arudi nyumbani. Kwa hivyo akakodesha gari la kukokotwa na farasi akafika Kadiani. Alipopata nafasi ya kuonana na Saidna Ahmad alaihi salatu wassalam masi, akamuuliza kwamba sasa sahivi hauna kazi, yakasema namu sina kazi. basi Alhaji Hakim Nuruddin akafikiria kwamba si vizuri nirudi leo nyumbani. Kwa hivyo akafikiria kwamba baada ya siku chache anaweza kuomba ruhusa na niende nyumbani. Kwa hivyo baada ya siku chache, Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam akamwambia kwamba utapata taabu kukaa peke yako, ni vizuri umwaagize mke wako mmoja aje. Basi Alhaji Hakim Nuruddin radhiallahu anhu akaandika barua kule nyumbani, akamwita mkewe, na katika ile barua pia akaeleza kwamba anafikiria kwamba hatarudi haraka, kwa hivyo kazi ya ujenzi isimame. Bas baada ya siku chache tena Sina Ahmad alayhi salatu wasallam akamwambia kwamba una mapenzi makubwa na maktaba yako, itakuwa ni vizuri uilete tena Kadiani. Alhaji Hakim Nuruddin radhiallahu anhu tena akaandika akatumanisha, akapanga maktaba ikakuja. Tena baada ya muda Sina Ahmad alayhi salatu wasallam akamwambia kwamba mkeo aliyebaki kule ana mazoea, anajua mahitaji yako na desturi zako, na pia ni mke wako mkubwa, muite pia naye aje kwa hivyo tena Alhaji Hakimu Nuruddin radhiallahu anhu akamwagiza yule mke tena akakuja. Sidna Ahmad alaihi salatu wassalam hm, anasema kwamba alimfunulia, alikuwa amemweleza ame, ame bwana Abdul Karim sialikotukumusu Hakimu Nuruddin hivi kwamba usielekee kamwe mwakwenu waila utafedheeka na utaudhika, kwamba Nuruddin asipate kurudi kule kwao, sababu atapata fedheha na Alhaji mwenyewe anasema kwamba baada ya ku... Kaa Kadiani, sikuwahi kufikiria hata kwa ndoto habari za kule nyumbani, hata habari za ujenzi. Kila kitu maisha yake yote yakawa pale Kadiani, na namna alivyomsaidia Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam katika kazi ya dini huwezi kueleza kwa maneno. Na alipenda sana kufanya darsul Quran kufundisha Quran. Alipenda sana Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam, katika maneno mafupi akifafanua msaada na ubora na umuhimu aliokuwa nao nuru dini katika kazi ya Uislamu anasema hivi kwamba ingekuwa vizuri iliyoje kama kila mmoja umati wangu angekuwa Nuruddin, na hiyo itakuwa kama kila moyo utajaa mwanga wa yakini. Haya ndio maneno ambayo Seidna Ahmad alaihi salatu wasalam alimzungumza kuhusu Alhaji Hakimu Nuruddin. Unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani alivyokuwa na manufaa katika kuendeleza kazi dini tukufu ya Kiislamu tukufu. Basi nimeshukuru sana kulingana na maelezo yenu nyote wawili yalikuwa bila shaka ni maelezo yenye elimu ya kutosha na ya pia yenye faida kwa ajili ya watazamaji vile vile. Na pia karibuni sana kwenye kipindi hiki na vinginevyo, vile vile pia tutawakaribisha namna hiyo hiyo. Karibuni sana. Naam, kwa ajili ya watazamaji wapendwa, hapa ndipo mwisho wa kipindi chetu na bila shaka, kila mmoja ninafahamu kwamba ameweza kupata kufurahi na pia kuelimika na kufaidika na mada ambazo zimezungumziwa hapa leo hii mada za kuhusiana na athari za mubahala, mada za kuhusiana na ubora wa wahai ambao masihi alikuwa akiupata, mada za kuhusiana na matokeo ambayo ameyaona dhidi ya wale maadui wote ambao walikuwa wapo kinyume na Islamu na Nabii Muhammad SAW wasalam. Basi mpaka siku nyingine, ndugu wapendwa, karibuni sana kwenye kipindi cha leo hii. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh